Waheshimiwa tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo, yeah. <clears throat> Waheshimiwa, kwanza ni shukurani kwa Mungu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 walilipwa fedha kwanza, ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kwenda na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? zilitoka wapi? kwa hiyo <coughs> haya, tukaangalie nje tu za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya? Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa